Baada ya kutoka mahakamani Zawadi alirudi nyumbani Moshi akiwa na matumaini makubwa. Uamuzi wa mahakama ulimpa faraja kubwa. Aliona haki ikitendeka na kwamba hatimaye ukweli umeshinda. Alipoingia nyumbani Mama Patrick alimkaribisha kwa wasiwasi wasi. Uso wake ulionekana ukiwa na maswali mengi. Mwanangu, ni kweli ninayoyasikia kwenye vyombo vya habari? Ni kweli Onesimo ndio alimuua Patrick ili achukue mali zake? Tafadhali niambie, huu ni uzushi, sio kweli. Zawadi alinyamaza kwa muda, akaenda kukaa kwenye sofa, akashusha pumzi, kisha kwa sauti tulivu akasema: Mama, ningependa ingekuwa ni uzushi, lakini ni ukweli mtupu. Onesimo ndiye aliyehusika. Mama Patrick alichukua video kule shambani inaonyesha kila kitu, jinsi Onesimo alivyomuua Patrick. Ndio ushahidi uliothibitisha kila kitu. Mama Patrick alibaki kimya huku machozi yakimtoka, akashika kichwa kwa maumivu, akasema kwa sauti ya huzuni e, hey, Mungu wangu, Onesimo alikuwa kituhadaa mda wote huu. Sijawahi kuona mtu mnafiki kama huyu Mtu mwenye maneno matamu, uso wake wa upole na mkarimu, <laughs> lakini kumbe alikuwa amevaa ngozi ya kondoo, <laughs> na yeye ni mbwa mwitu. Kwa nini Onesimo umefanya haya yote? kwa nini? Alilia kwa uchungu akimkumbuka Patrick, mwanawe mpole mwenye heshima ambaye aliuawa na mtu ambaye alimwamini sana kama ndugu yake. Zawadi aliketi karibu naye akamkumbatia. Hakukuwa na maneno ya kuweza kutuliza maumivu kama hayo. Alilia sana akikumbuka jinsi ambavyo alikuwa akimwamini sana Onesmo na jinsi yeye binafsi alivyokuwa akimchukulia kama vile mtoto wake. Siku kadhaa baada ya kampuni ya Tanzacore Mining Limited kufungiwa na mahakama, Zawadi alijua huu ndio ulikuwa wakati wa kurejesha kila kitu kilichoibiwa na Onesimo: mali, heshima na ndoto za marehemu Mewe. Akaamua moja kwa moja kwenda kwenye kampuni ya Arusha Precious Metals, kampuni iliyoanzishwa na marehemu Patrick lakini ambayo sasa ilikuwa na hali mbaya sana. Alipofika alikuta ofisi nyingi zikiwa tupu, baadhi ya madawati yakiwa na vumbi na nyuso za wafanyakazi waliobaki zikiwa zimejaa huzuni. Wafanyakazi waliposikia kuwa Zawadi amerudi, walikusanyika ukumbini, kila mmoja alianza kueleza kilichowasibu: mishahara kucheleweshwa, unyanyasaji na kufukuzwa hovyo kwa waliodai haki zao. Mmoja wao alisimama akasema kwa sauti ya uchungu, Bibi Zawadi, tulijaribu kuongea, lakini tuliitwa wasaliti. Mmoja wetu aliwahi kutoa taarifa kwa chama cha wafanyakazi, lakini siku mbili baadaye akakamatwa kwa tuhuma za wizi wa mali ya kampuni. Hadi leo yuko magereza. Kauli hiyo ilimgusa sana Zawadi, akakaa kimya kwa muda. Akajiuliza moyoni, kwa nini nilikaa mbali muda wote huu? Nilimwachaje Onesmo aharibu kila kitu tulichokijenga na Patrick? Baada ya kusikiliza malalamiko yote, Zawadi alisimama kwa utulivu na kuanza kuongea kwa sauti iliyobeba maumivu na ujasiri. Nawashukuru sana wote kwa uvumilivu na uaminifu wenu kwenye kampuni hii. Nimewasikia ingawa aliyeyasababisha haya yote hayupo tena duniani, lakini haki zenu zipo, na waahidi, kuanzia leo, kila kitu kilichochukuliwa kitarudi. Haki zenu za kikazi zitalipwa na wote waliohusika kuhujumu kampuni hii watawajibishwa kisheria. Pia heshima yenu na thamani yenu kazini inarudi. Ndugu zangu, leo nimejifunza kitu kikubwa wa nguvu ya kampuni sio majengo sio mitambo, bali ni watu wake. Bila ninyi Arusha Precious Metals isinge kuwepo. Kuanzia leo, nataka kila mmoja wetu afanye kazi kwa moyo mpya. Msirudi nyuma kwa sababu ya yaliyopita, tukubali kuanza upya kwa haki, kwa uwazi na heshima. Kumbukeni haya maneno yangu, Haki inaweza kucheleweshwa lakini wa haipotei. Hata kama waliohusika kuwakandamiza wakifa, lakini haki yenu haiwezi kufa. Ukumbi mzima ukatikisika kwa makofi <gulia> wengine wakalia, wengine wakitabasamu kwa matumaini mapya. Zawadi alitabasamu kidogo, akatazama kwa upendo na kisha akaendelea kusema. Ndugu zangu, tumeumizwa sana, lakini bado tupo hai. Na mtu aliye hai ana nafasi ya kuanza upya. Huu ndio mwanzo wa safari mpya, safari ya urejesho. Makofi yakaongezeka zaidi, wengine wakasimama kumshangilia. Ndani ya ukuta wa Precious Metals, matumaini mapya yakazaliwa. Kesho yake baada ya kutoka Arusha ya Precious Metals, Zawadi aliamua kutembelea matawi ya kampuni hiyo yaliyoko mikoani ili kujua hali ilivyo. Safari yake ya kwanza ilikuwa ni Geita. Alipofika alikuta ofisi zimefungwa, Geti likiwa limezibwa kwa nyasi na hakuna shughuli yoyote. Akaamua kuuliza kwa wenyeji waliokuwa jirani, na wakamwambia, ofisi hizi zimefungwa takriban miezi zime mitatu sasa, tulisikia kampuni hii imefilisika. Zawadi akampigia simu meneja wa zamani wa tawi hilo. Baada ya muda mfupi simu ikapokelewa, meneja akajibu, ni kweli Bi Zawadi, tulipokea taarifa kutoka kwa mkurugenzi Onesmo Kisumo kuwa kampuni imefilisika na tawi linafungwa. Baada ya mazungumzo hayo, zawadi alihisi maumivu moyoni, akitambua jinsi Onesmo alivyoiharibu kampuni hiyo. Baada ya kutoka hapo, akaelekea moja kwa moja Chunya mkoani Mbeya. Alipofika alikuta jengo lililokuwa la Arusha Precious Metals limebadilishwa jina. Baada ya kuuliza akaambiwa, kampuni hiyo imenunua jengo hilo kutoka kwenye kampuni ya Arusha Precious Metals. Zawadi alisikitika sana, akaondoka akiwa kimya, akiwa na mawazo mazito ya jinsi kampuni ya marehemu mumewe ilivyoharibiwa na Onesmo Kisumu, na pia jinsi gani ambavyo ataanza kuijenga tena upya mara nyingine wale wanaopoteza si kwa sababu ya udhaifu, bali kwa sababu waliamini mno, lakini imani hiyo hiyo ndio inaweza kumjenga tena mtu upya. Baada ya zawadi kurudi mkoani Kilimanjaro, alikaa kimya muda mrefu akitafakari yote aliyoyaona katika matawi ya kampuni. Moyoni mwake aliwaza jinsi Patrick alivyohangaika kujenga kampuni hiyo kwa jasho na bidii kubwa, na sasa kila kitu kimeporomoka. Kisha kwa sauti ya upole lakini yenye uamuzi akasema, lazima nirejeshe kila kitu ambacho Patrick alikipigania. Sitakata tamaa, hata kama itanigharimu kitu gani. Ee Mungu wangu, naomba unisaidie. Maneno hayo yakawa kiapo cha moyo wake, mwanzo mpya wa mapambano ya kurejesha urithi wa mume wake na heshima ya familia yao. Zawadi alianza kuandaa mipango ya kuanza upya na kuisimamisha tena kampuni ya Arusha Precious Metals. alipanga kila hatua kwa utulivu na umakini mkubwa, lakini wakati huo huo Mzee Rashidi alianza kutekeleza mipango yake ya kumwangusha Zawadi ili kulinda maslahi yake yaliyoko kwenye kampuni ya Tanza Coal Mining Limited. Mzee Rashidi akasema, siwezi kupoteza pesa zangu zote nilizoweka kwenye kampuni hiyo. Huyu mwanamke hawezi kushindana na mimi sasa. Ninamwangusha, nione anapata wapi tena nguvu. msaidizi wake Akaandaa mpango. Alimtuma kijana mmoja kwenda Waridi hoteli jijini Arusha, hoteli ya kifahari ya nyuta tano inayomilikiwa na Zawadi. Kijana huyo alitumwa na msaidizi wa Rashdi asubuhi ya siku hiyo. Kijana huyo alikabidhiwa chupa ndogo ya plastiki yenye bakteria ya hatari waliotengenezwa maabara, akamwambia kwa maneno mafupi, hakikisha unamaliza kazi hii leo. Najua hakuna take kushuku. Kijana huyo alipofika Waridi hoteli majira ya saa tatu asubuhi, aliingia kupitia mlango wa nyuma, ule mlango wa wafanyakazi, huku akiwa amevaa sare ya wapishi. Kwa mwonekano wake alionekana kuwa ni mpishi mpya. Mlinzi hakumtilia mashaka, lakini akamuuliza Sijawahi kukuona wewe, ni mgeni? Ndiyo, ni mara yangu ya kwanza, nipo na shefu Musa. Mlinzi akamruhusu kupita bila kuuliza zaidi. Ndani ya jiko harakati zilikuwa nyingi, wapishi wakiangaika kuandaa mielo, wengine wakihesabu viungo. Akaingia taratibu, huku akiwa na uso mchangamfu. Akafika jikoni na kujieleza, mimi ni mpishi mpya, nimeonana na shefu Musa kanielekeza nije huku jikoni niweze kuonana na Hamisi. Hamisi akampokea kwa furaha, bila kujua mpango wa kijana huyo. Baada ya muda, kijana huyo akajifanya anasaidia kupanga vyombo, akatumia dakika kadhaa kujichanganya na wenzake akiuliza maswali madogo madogo kama mtu mpya kazini, wengine wakamweleza bila wasiwasi wasi. Baada ya muda mfupi akaona fursa. Alipiga macho upande wa meza ya chakula. Chakula kilikuwa tayari kwa ajili ya kwenda kwa wateja, milo ya samaki, wali na mboga mboga za kienyeji zilizokuwa zimepangwa kwenye matrei. Akatoka kidogo nje ya mlango wa jikoni kana kwamba anaenda kuchukua kitu. Akatoa chupa ndogo kutoka kwenye mfuko wake wa ndani, aliingia kwa haraka kisha akarudi jikoni kama kawaida. Kwa ustadi, alijifanya anapanga vyakula kwenye trei, lakini kwa kila sahani aliyogusa alinyunyizia kiasi kidogo cha dawa kutoka kwenye chupa ile ndogo, dawa isiyo na harufu wala rangi. Alifanya hivyo haraka bila mtu yeyote kumwona. Wapishi wengine walikuwa bize upande wa pili wa jiko. Mara tu alipomaliza, aliificha tena chupa hiyo mfukoni mwake kisha akaosha mikono. Baada ya dakika chache akatoka jikoni akijifanya anaenda store kuchukua mafuta ya kupikia. Akatoka nje ya hoteli akitembea kwa kasi huku akijifanya kupokea simu. Hakutazama nyuma. Ndani ya dakika chache alikuwa amepotelea mtaani. Dakika zisizozidi ishirini baadaye wateja waliokuwa ghorofa ya pili walianza kuumwa ghafla, wakitapika, wakilalamika matumbo kuuma. Taharuki ikatanda, wafanyakazi hawakuelewa kilichotokea. Baada ya dakika chache, ambulensi kadhaa zilifika haraka. Wahudumu wa afya waliingia kwa kasi, wakawachukua wateja hao waliokuwa wamezidiwa. Baadhi walikuwa hawajitambui, wengine wakilalamika maumivu makali ya tumbo na kutapika. Wateja wote waliokula chakula hicho walipelekwa hospitalini, huku hali zao zikiwa mbaya. Madaktari waliwapokea kwa haraka na kuanza kutoa huduma za dharura. Habari za tukio hilo zikaanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na redio za eneo hilo, zikitaja jina la hoteli ya kifahari inayomilikiwa na Zawadi. Wafanyakazi wa hoteli hiyo walibaki na hofu kubwa, wakijiuliza kilichosababisha hali hiyo ghafla. Wengine walilia, wengine wakasali kimya kimya. Hakuna aliyejua kwamba kilichotokea kilikuwa ni mpango wa makusudi uliokuwa umepangwa kwa uangalifu mkubwa. Baada ya muda mfupi, serikali kupitia taasisi ya chakula na dawa ilifika Waridi Hoteli kufuatilia tukio hilo. Wataalamu wa afya walichukua mabaki ya vyakula hivyo vilivyokuwa vimebakishwa na wateja hao pamoja na sampuli ya maji kwa ajili ya uchunguzi wa kimaabara. Huduma zote katika hoteli hiyo zikasitishwa mara moja. Wateja waliokuwa hotelini hapo waliomba kuondoka haraka, na eneo lote la jikoni likawa chini ya uangalizi. Baada ya masaa machache, matokeo ya uchunguzi yakatoka. Ripoti ya, ya maabara ilionyesha kuwa chakula kilicholiwa kilikuwa na bakteria hatari ambao hupatikana kwenye chakula kilichoandaliwa katika mazingira machafu au kwenye chakula kilichoachwa muda mrefu bila kuhifadhiwa vizuri. Kutokana na matokeo hayo, serikali ilitangaza kuifungia Walidi Hoteli hadi uchunguzi kamili utakapokamilika. Baadhi ya wa wafanyakazi waliokuwa zamu siku hiyo walikamatwa na kuojiwa na jeshi la polisi wakituhumiwa kwa uzembe au kushiriki katika tukio hilo. Hoteli hiyo iliyokuwa fahari ya jiji la Arusha ligeuka ghafla na kuwa eneo la taharuki na majonzi. Habari hizo zikaenea kote nchini huku jina la hoteli hiyo likiharibiwa. Zawadi alipoyasikia yote kuhusu Waridi hoteli moyo wake ulipooza. Alibaki ameduaa, mikono ikitetemeka, akili kigoma kuamini. Kwa muda alikaa kimya, akijiuliza mara kadhaa, inawezekaneje jambo kama hili litokee? Mm -mm. Hapana, hapana. Kuna nini nyuma ya haya yote? Zawadi hakuwa na amani. Akachukua simu yake na kumpigia Detective Aaron. Sauti yake ilikuwa dhaifu ikionyesha mshtuko na uchungu. Aaron, sijui niseme nini. Najua umesikia kuhusu Aridi Hoteli. Siamini kabisa, yaani inawezekanaje jambo kama hili litokee? Yaani natamani kujua nini kimetokea jikoni. Tafadhali nisaidie, moyo wangu unagoma kuamini ripoti hiyo. Aaron alimtuliza kwa maneno machache huku akimwahidi kuwa ni lazima afike walidi hoteli ili kufuatilia tukio hilo. Baada ya mazungumzo na Aaron, Zawadi alibaki na maswali. Ni nani huyu anataka kunimaliza? Ina maana Patrick alikuwa na maadui wengi hivi, na mimi sikuwahi kulijua hili? e Mungu wangu, nisaidie. Aaron pamoja na timu yake walifika Waridi hoteli. Aaron alianza kwa kuomba kurejea rekodi za CCTV za jikoni, lakini alipouliza akaambiwa kamera hazifanyi kazi tangu asubuhi, hatujui shida ni nini. Jibu hilo lilimfanya Aaron anyamaze kwa muda, kisha akaendelea kukagua eneo lote la jikoni. Alikuta baadhi ya vyakula bado viko kwenye sufuria na vingine vipo kwenye serving dishes ambavyo vilikuwa tayari kwa ajili ya kwenda mezani. Aaron akachukua simu akawasiliana na wataalamu wa maabara, nataka sampuli za vyakula hivi vipimwe tena. Vyakula kwenye masufuria vipimwe peke yake, vyakula kwenye serving dishes vipimwe peke yake na yale mabaki waliobakisha wateja anataka yapimwe peke yake. Sampuli zilikusanywa na kupelekwa maabara kwa uchunguzi wa haraka. Baada ya saa chache, matokeo yakatoka, ripoti ikionyesha kuwa vyakula vilivyokuwa kwenye sufuria havikuwa na tatizo lolote, lakini vile vilivyokuwa kwenye serving dishi na vile walivyobakisha wateja mezani vilionekana kuwa na bakteria hatari. Aaron alishika karatasi ya majibu ya uchunguzi, akatulia kwa muda, kisha akasema, hii inawezekanaje? Chakula hicho hicho kimepikwa kwenye sufuria moja, lakini kingine kina bakteria hatari, kingine hakina. Hapana, hii lazima imepangwa. Timu yake ikamtazama kimya. Ukweli ulikuwa wazi kulikuwa na mtu aliyefanya jambo hilo kwa makusudi na kwa uangalifu mkubwa. Habari za kufika Aaron kwenye Waridi Hoteli zikamfikia mzee Rashidi. Rashidi alijawa na hasira kisha akasema, Aaron anajifanya yupo kila mahala sasa, lazima nimshughulikie maana anajifanya yuko smart sana. Kesho yake asubuhi ya Aaron alikuwa kituo cha polisi akiendelea na mahojiano na wafanyakazi wa jikoni na wale waliokuwa wakipeleka chakula kwa wateja. Aliwauliza kila mmoja kuhusu siku ya tukio. Ni nani alikuwa zamu? Na ni nani aliingia jikoni bila ya ruhusa? Wakati mahojiano yakiendelea, mpishi mmoja akanyanyua mkono Watahadhari na kusema, lakini kuna mtu simuoni hapa. Alikuja siku hiyo, akasema yeye ni mpishi mpya na shefu Musa ndo amemwambia aje jikoni. Aroni akauliza alifanya kazi gani hasa. Alikuwa akisaidia kupanga vyombo na chakula kwenye matrei. Alionekana kama ni mzoefu, na kwa hiyo hakuna aliyemshuku. Aroni akauliza "Musa yuko wapi sasa?" "Sijui, ila kama Musa hayupo, mimi ndo nachukua nafasi yake, lakini jana sikupata taarifa zozote kutoka kwake kuhusu huyo mpishi mpya. Aaron alipokuwa akiendelea na mahojiano na wafanyakazi wa jikoni, mara simu yake ikaita ghafla. Akapokea kwa haraka. Upande wa pili wa simu kulisikika sauti ya askari alikuwa nje ya hoteli. Mkuu, tumepata taarifa muhimu. Mpishi mkuu wa Waridi Hoteli bwana Musa ameokotwa kando kando ya barabara kuu ya Arusha Moshi. Hakuwa na ufahamu. Kwa sasa yuko hospitali. Ufahamu wake umesharudi sasa? Aaron aliuliza haraka. Madaktari wanasema inaonekana alivutishwa au alipuliziwa madawa ya kulevya. Akizinduka, anaweza kueleza kilichotokea. baada ya kukata simu, Aaron akatazama timu yake na kusema, nyuma ya huyu mpishi mpya ndipo kuna siri yetu. Aaron alifanya mahojiano mafupi na meneja wa Waridi Hoteli. Kwa mshangao, meneja alitikisa kichwa na kusema, Hakuna mfanyakazi yoyote aliyeajiliwa ndani ya mwezi huu. Na hii hapa ni orodha ya wapishi wetu. Hakuna jina jipya. Basi kama kuna mtu alikuja na kufanya kazi jikoni, aliingia kwa njia isiyo halali. Aaron akasema, inamaanisha huyu mpishi mpya alijipenyeza kwa makusudi. Na kuna mtu lazima alihakikisha anafanikiwa. Baada ya hapo, Aaron aliondoka haraka kuelekea hospitalini. Akiwa njiani kuelekea hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya kumwona mpishi mkuu Musa, alitumaini angeweza kupata taarifa muhimu kuhusu huyo mpishi mpya. Wakati gari lake likipita eneo la Philips, simu yake ilianza kuita. Alipokea haraka. Sauti kutoka upande wa pili ikasema kwa ufupi: Rudi kituoni mara moja, kuna barua yako ya muhimu imefika. Bila kuuliza maswali, Aaron aligeuza gari na kurudi kituoni. Alipofika aliripoti moja kwa moja kwa afisa mkuu wake ambaye alimkabidhi barua. Aaron akaifungua na kuisoma kwa makini, macho yake yakabadilika. Barua hiyo ilikuwa ni taarifa ya uhamisho wa dharura. Anatakiwa kuhamia mkoa wa Mtwara mara moja kufuatilia tuhuma za uvushaji wa silaha kutoka Msumbiji kuingia nchini Tanzania, pamoja na kesi za watu waliouawa na kuporwa mali zao. Baada ya kusoma barua ya uhamisho, Aaron alinyanyua macho akimtazama mkuu wake kwa mshangao. Kwa sauti ya utulivu lakini yenye msisitizo akasema, Afande, naomba ruhusa. Nipo katikati ya uchunguzi muhimu sana, mauaji ya Onesimo na tukio la Walidi Hoteli. Bado kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufuatiliwa zaidi, na mimi ndio nilikuwa nimeanza, na kuna hatua nzuri nimefikia kwa sasa. Naamini nikimaliza hapa, nitakuwa huru kwenda Mtwara. Mkuu wake akamtazama kwa muda, kisha akasema, naelewa Aaron. Lakini haya ni maagizo kutoka juu. Uhamisho huu sio wa hiari, unatakiwa kuondoka kesho asubuhi. Kazi uliyoiacha hapa itamaliziwa na detective Doto. Aaron alijua hawezi kupinga amri hiyo moja kwa moja, akaweka barua yake na kusema sawa afande. Alipotoka ofisini, moyo wake ulikuwa mzito. Alijua kuna kitu hakiko sawa. Uhamisho huo ulionekana kama ni njia ya kumtoa kwenye uchunguzi ambao ulikuwa karibu kufichua ukweli.